Nisikiliza saa hii, ambaye ambayo unatabia kwenda makaburini, kaburi si mchezo, usichukulie ni kawaida. Unaenda kwenye makaburi unaanza kuita roho ya ndugu yako aliyekufa kaburini. Kule kuna mauzauza, kuna roho kamili kabisa inaitwa mauti ambayo iko pale makaburini, si kitu kizuri pia. Umeokoka unavaa t-shirt za marehemu eti na muenzi ni siku yake, ni tarehe yake, namkumbuka babangu, tarehe yake aliyokufa. Afu kwa bahati mbaya baba baba wako alikufa kifo ambacho si kifo kizuri baba wako walikufa mlevi, baba wako alikufa ni mchawi, baba wako alikufa ni mganga. Halafu unapokuwa unajiungamanisha na ile picha ya mtu, ni mtu kamili, unasababisha una, una, una ile roho iweze kufanya. Unaamsha wafu, unawaamsha wafu walio makaburini waweze kuoperate kwenye maisha yako. Wengine wameenda mbali, wanawafanyia mpaka birthday wanakumbuka bibi, wanamkumbuka, wanawasha mishumaa, wanafanya ibada, kumbe wanaita ile roho. Wengi wanaamuliwa maisha yao na roho za wafu. Nililala bibi, nikaota ananiambia hiki na kile, anapewa maagizo na mfu, na mtu ambaye amekufa. Hatupaswi kuelekezwa na wafu. Mtu yoyote aliyekufa amekufa, mwache aende zake. Mtu aliyeenda ameenda. Usiende makaburini kutambika, usiende makaburini kumwaga sijui pombe za kienyeji za, za, za, za, za kienyeji, usiende makaburini kumwaga maziwa, kutambika. Kwa nini? Kwa sababu utayapata madhara. Kwa nini? Kule makaburini kuna nguvu ambayo inaitwa nguvu ya kuharibu. Inaweza ikavamia watoto wako ikawaharibu, ni hatari sana. Mtu anaweza akazika vitu vifuatavyo, masomo yanaweza akazikwa Umesoma vizuri ulianza yani, ukiwa unataabika una unapambana, umelipa ada na ada, wazazi wengine wamejinyima hata kufanya maendeleo yao kwa ajili ya kusomesha watoto wao wazuri, waliowapenda, hawakuwekeza kwenye nyumba, hawakuwekeza kwenye magari, waliamua kuwekeza elimu. Lakini anaibuka mtu ambaye anamfunga huyo mtoto, elimu yako inazikwa. Elimu inaweza ikazikwa. Kwa nini? Kwa sababu elimu pia ni roho elimu ni roho, na ndiyo maana maandiko yanasema mshikeni sana elimu, msimwache aende zake. Elimu ana miguu. Elimu usipomshika elimu, anaweza akakukimbia. Elimu usipomkamata elimu, anaweza akakuporonyoka. Elimu ni roho ambayo ukitafuta kwa bidii elimu utampata. Anataka gharama lakini kuna watu ambao wamethubutu kulipa hizi gharama, wamekaa miaka na miaka machuo. Na ndio maana sio ajabu, unashangaa mtu kamaliza chuo kikuu hajui kuongea Kiingereza. Mtu kamaliza chuo kikuu hajui chochote, hata kama akifanyishwa interview sawa sawasawa na masomo aliyosomea hakuna ni zero. Hakuna. Huyu mtu miaka yote chuo alikuwa anafanya nini? Ni kwa nini? Kwa sababu hakuna marehemu aliyesoma, hakuna marehemu ambaye anaweza akasoma. Wewe uliona wapi marehemu akaenda akaenda chuo akasoma? Haipo. Kwa hiyo kuna watu ambao wamezikwa katika makaburi. Kwa mwanadamu mwenye roho ya uchawi anaweza akazika masomo eh. Kazi inaweza ikazikwa, unahangaika, unavyohangaika tafuta, unapotafuta ajira, wako watu wameshatafuta ajira mpaka wenyewe wamesarenda, imebidi wakaviweke vile vyeti leo wanauza mboga mboga, leo wanatembeza karanga barabarani, wanapiga debe kwenye mahaisi na madaladala. Sio ajira? Ni ajira, lakini kuna watu wanaoendana na ile ajira. Wewe haiwezekani umesoma mpaka chuo kikuu alafu leo unauza mboga mboga. Nini unasema kazi hamna? Sio kazi hamna, kuna watu wanaweza wakazika kazi yako. Maisha ya mtu pia yanaweza akazikwa. Unaweza ukafa na watu wakakuzika, umekufa lakini haujafa. Ni mauzauza Shetani amecheza michezo yake, ukazikwa. Viashiria ambavyo vinaweza kuashiria ya kwamba mtu amezikwa katika makaburi, viko viashiria ambavyo wewe mwenyewe unaweza ukaviangalia, viashiria ambavyo vinaashiria kwamba wewe uko makaburini. Ama unajua maisha yetu yamefichwa katika ndoto ambazo sisi tunaziota. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa ni watu wanapenda kupuuza vitu ambavyo wanaviona usiku wakati wa njozi zao. Nisikilize, Mungu ni Mungu ambaye ni Mungu wa wote wenye mwili Kiwango kikubwa cha Mungu kuongea na watu ni katika ndoto. Mungu, katika ndoto, anaongea mpaka na walevi, marehemu ambao wamekufa wengi, ambao wako makaburini. Hakuna marehemu ambao hajui, hakuona siku yake ya kufa. Asilimia kubwa ya watu waliona siku zao za kufa kabisa. Kama ingekuwa na nafasi ya kuamsha wafu, ukawauliza vipi, ndugu yangu, ilikuwaje ukafa? Anakuambia, niliona lakini sikujua maana yake. Lakini kumbe ile ilikuwa inamaanisha kwamba ni mimi kufa. Kwa nini Mungu anaonyesha kama kuonya? Kwamba utengeneze maisha yako, tengeneza mambo ya nyumba yako, kwa maana kufa kwako kumekaribia. Sasa ziko indicator katika ulimwengu wa roho. Sasa asilimia kubwa ya ndoto kama hizo ni zile ambazo unajikuta unaota ndoto labda una, umening'inia katika jabali kubwa sana, umening'inia katika jabali kubwa Alafu unaona maporomoko makubwa sana, alafu unaona unataka ku- yaani, unataka kudondoka, kama hujadondoka katika lile jabali, unashangaa umestuka kwenye ile ndoto. Watu wanakuzika, wako watu ambao mpo mpo hapa, unaota umeenda msibani, alafu katika msiba, wakati unaenda kuaga mwili wa marehemu, unaona yule aliyekufa pale ni wewe, unajiona unajiaga. Tumesikia, tume wengi wanatusimulia, mtumishi wa Mungu, mimi hapa nilikuwa nimeota ndoto, nimeenda kwenye kaburi, nashangaa najiona mimi ndo nazikwa. Inakuaje hii ndoto? Nguvu ya kaburi. Kuna watu ambao ndiyo viashiria ya kwamba ya maisha yako yako makaburini. Unajiuta uko makaburini, makaburini unaenda kuzikazika watu waliokufa, nakutana nao. Hivi ni viashiria kwamba maisha yako yamekamatwa na sheria. Kubwa ya makaburini ni kushikilia kitu kilichokufa kisiamke tena. Hiyo ndio sheria inayotawala makaburini ya kwamba kitu ambacho kilishazikwa kisiwahi kuamka. Ni moja ya maagano mazito sana ukikamatwa na ukapelekwa makaburini, ukishashikiliwa na nguvu ya makaburi hauwezi ukatoka. Nisomee kitabu cha Zaburi, Zaburi mia moja na tatu mstari wa nne. Sheria kubwa ambayo inaongoza katika makaburi ni kushikilia kila kile ambacho kimekufa kisiweze kuamka tena. Ile ndoa ambayo imezikwa isiweze kuamka tena, yale mahusiano ambayo yameharibika, eh, isiweze kuamka tena yule mtoto ambaye amefungwa akili, akili yake asiweze kuelewa masomo asiweze kuelewa tena maandiko. Anasema, aukomboa uhai wako na kaburi, autia taji na fadhili, aukomboa uhai wako. Zaburi mia moja na tatu mstari wa nne anasema, aukomboa uhai wako na kaburi. Yaani maana yake ni kwamba aukomboa yani Yesu Kristo, Mungu aliye hai anatukomboa maisha yetu uhai wetu na kaburi. Kaburi wakati natutafuta, wakati tumelala, nyakati za usiku, wakati kaburi natutafuta, tuko katika safari, ajali mbalimbali zinatoka, wakati mauti anatutafuta, yuko mkombozi ambaye anayetukomboa uhai wetu na kaburi. Kwa nini? Kwa sababu kaburi ana magereza, kaburi ana maeneo yake ambayo anataka kuwafunga wafu na kuwapeleka huko. Kwa hiyo nakushauri wewe, unanisikia saa hii, acha kupuuza maisha yako, acha kupuuza ujana ulio nao, acha kupuuza kengele unayoisikia kwamba uokoke, acha kupuuza hao ambao wanaokuja na kukushirikisha habari za ufalme wa Mungu, acha kuwapuuza. Ni kwa faida yako, wokovu si kwa faida ya mtu m, ni kwa faida ya mtu mwenyewe. Wokovu ni kwa faida yako wewe mwenyewe. kwa nini? Ni kwa sababu hakuna yoyote anayeweza kutoka katika haya maangamivu mm, haya zaidi ya mtu ambaye aliyeokolewa na Yesu Kristo, aliyekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Ha, utauliza pastor, nini chanzo cha yote haya? kwa nini waniloge? kwa nini mtu anipeleke makaburini? Mimi nimefanya nini pastor? mbona sijai kula cha mtu? Kwa sababu wako watu wengi ambao wanajiuliza, akijiangalia, yeye ni mtu safi, ni mtu clean, mtu safi kabisa, hakuna makosa, hajai kula cha mtu, hajai kuiba mume wa mtu, hajai kufanya chochote, lakini anashangaa ha- hafanikiwi na wengi wengine ambao unakuta wao ndio wakarimu watu wa kuwasaidia watu. Lakini ngoja nikwambie, mchawi si rafiki. Hakuna mtu mbaya kama mchawi, na ndio maana maandiko yanasema usimuache mwanamke mchawi kuishi. Kwa nini? Kwa sababu mchawi si rafiki, anacheka na wewe mchana, usiku anakupeleka makaburini. Mchawi unaweza kuwa unakula naye unagonga naye cheers, lakini usiku anakupeleka katika makaburi, anaenda kukuzika maisha yako. Mimi ni chanzo cha kuzikana makaburini? Kwa nini watu wanapelekana makaburini? Kwa nini watu wanazika ndoa za watu kwenye makaburi? Kwa nini watu wanazika binti? Mrembo wanatamani kuolewa, lakini wanaume wanaomfuata ni wafu wenzake. Biblia inasema kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote watadumbuka katika mashimo. Kwa hiyo unakuta marehemu anataka kuolewa. Usitegemee kuolewa na mtu ambaye ni mzima, atakayekuja kwenye maisha yako ni mtu ambaye ni marehemu mwenzako, mtu aliyekufa ambaye hata kuwa na, na uvuvio waaina yoyote wa yote, kukusaidia kukutoa katika hayo makaburi sasa. Nisikize maana nini, maana ya ya ya, ya, ya ili andiko ambalo nimelisoma hapa, aukomboa uhai wako na kaburi. Nini maana ya uhai au uhai ambao anaosema ukomboa uhai wako na kaburi, ni uhai wa namna gani eh? nini maana ya uhai? Uhai wa mtu upo ndani ya damu, uhai wa maisha ya mtu uko ndani ya damu yake ndio maana Mungu alikataza watu wasile damu, na ndio maana hakuna mtu ambaye anaweza akapeleka maisha yako kwa waganga kuyashtaki. Wengi wanaambiwa wachinje, anaweza akachinja kondoo, anaweza akachinja mbuzi, anaweza akachinja. Wengine wameenda mbali, kutokana na maagano wanayotafuta na kesi zao. Wengine wamechinja mpaka watu, watoto wadogo, mtu ameua. Kwa nini? Kwa sababu anamwaga damu, uhai anasema aukomboa uhai wako na kaburi, anamaanisha damu yako. Hasa asilimia kubwa ya watu wamepelekwa maisha yao katika makaburi na yakanyizwa. Wakati anachinja kuku, ananuiza kwamba nimemfunga fulani, ile damu inayachukua yale, yani maneno kwenye kaburi kwa uhai wako. Unakutwa umepelekwa makaburini kwa njia ya damu ya mnyama. Unaweza ukansomea kitabu cha Lawi, Lawi. Lawi kumi na saba mstari wa kumi maandiko yanasema kisha mtu awee yoyote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakayekula damu ya aina yoyote. Sikilize, si damu tu ya, ya, ya, ya mwanadamu, damu ya mnyama wa aina yoyote, yani damu ya aina yoyote, iwe ni ya kuku, iwe ni ya popo, iwe ni ya, ni ya ndege mbayuwayu yoyote, ya bundi, ya aina yoyote ambayo unaweza ukainywa. Eh, miongoni mwao hao wageni wakao kati yao, atakaye kula damu ya aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Damu ilikuwa inatumika kupatanisha watu waliokosea katika madhabahu ya Mungu aliye hai, lakini Shetani, kwa sababu yeye ni mwizi ameiga, anatumia damu katika matambiko ya makaburini kuyashitaki maisha ya watu na kuyazika katika makaburi. Uhai wa mtu upo katika damu, ni hatari sana, na ndio maana kuna aina ya watu ambao sio watu wa kawaida ukiwachunguza sana Wamasai. Wamasai sio watu wa kawaida kwa sababu Wamasai wanapenda sana kunywa damu. wa- waa waangalie wa hata vile ambavyo wakiwa na mahasira, vile ambavyo wanakuwa ni watu ambao wa kama wana maroho, ni watu ambao wa kama sio watu wa kawaida, wana zile morali zile, kwa sababu anaweza akanywa damu ya simba, akanywa damu ya chui, kwa ka anakuwa na ile maroho ya wale wanyama, ka anakuwa kama mnyama, na ndio maana anaweza akapambana na simba uso kwa uso, anaweza akafight na tiger uso kwa uso. ni si wewe wewe wow! ukimwona simba unamkimbia, una lakini Masai akimwona anataka kabaliane. Kwa nini? Kwa sababu ana maroho ndani yake, kwa sababu ya kunywa damu. Anaedili na maisha yako, anakunywa damu za watu. Ni mtu mwenye maroho. Kuna aina ya watu ambao wako duniani ambao sio amba watu wa kawaida ambao wanakunywa damu na hili ni agizo ambalo Mungu amezuia kwamba tusile damu. Sasa anapozungumza kwamba au komboa uhai wako na kaburi, au komboa uhai wako, eh? Au komboa uhai wako. Anazungumzia damu yako. Wengi wamechanjwa wakiwa wamelala usiku. Wengi wamechukuliwa. Hata unapoenda kwa mganga wengi ndio kwa shirikina kabla mjaokoka. Unaenda kwa mganga ukaambiwa uchanjwe. Ile damu usifikiri kwamba ilienda bure. Ile ndio antena ambayo inaweza kasemeshwa kwa ajili ya kuya, ya kuakamata maisha yako. Lakini haishii hapo. Damu inazungumza, damu inaongea. Wako watu ambao wamemwaga damu zisizokuwa na hatia. Wako wengine waliua watoto, wengine walifanya abortion, wakajua kesi ziliishia pale. Vifungo vya maisha watu wengi vipo katika ulimwengu wa roho, na wengi wamefungwa na vitu ambavyo hawavijui. Wengine wanapiga kelele katika ulimwengu wa roho, na damu ambazo zilikuwa zimemwagwa kwa ajili ya maisha yao Mwingine ni mtu ambaye alienda kukuwakilisha wewe kwa waganga, akasema mimi namchinja huyu ng'ombe kwa maisha ya fulani, nachinja huyu ng'ombe kwa maisha ya mtu fulani, nachinja huyu kwa maisha ya mtu fulani. Sasa unakuta zile damu katika ulimwengu wa roho zinapiga kelele katika ulimwengu wa roho. Unaweza kusoma kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa kumi, Mwanzo 4 mstari wa kumi. Kuna damu ambazo zinapiga kelele katika ulimwengu wa roho, zinashitaki maisha ya watu. Akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Na hii haijalishi umekimbilia South Africa, umekimbilia Marekani, nenda unapoenda popote, katika nchi yote unayoenda kama uliwahi kumwaga damu, aidha ni mimba uliwahi kutoa, chochote ambacho uliwahi kukifanya kinachohusiana na damu, ujue kwamba ile damu katika ulimwengu wa roho inapaza sauti, inadai haki. Sasa kuna watu wengi ambao damu zinawapigia kelele kwenye makaburi kuna damu ambayo ina flow inapiga kelele katika ulimwengo wa roho, inataka malipo, inataka kufidiwa, inataka fidia. Sasa wengi wanajiuliza nini chanzo cha matatizo yangu, kwa nini ninahangaika? Rudi kwenye historia ya maisha yako. Kuna wengi mmeua, ni siri zenu, mmemwaga damu zisizo na hatia, ingine mmetoa mimba watoto wafa. kuna binti mmoja hivi anaitwa Joyce yule binti Nilienda sehemu kufanya semina, wakati nafanya ile seminar akaniambia kuna kitu ambacho kinamsumbua, ambacho ameshindwa kujisamehe. Nikamwambia ni nini hiyo? Nilimwambia kwamba yeye alikuwa ni mjamzito. Nitaifupisha hii story kwa sababu ya muda wangu. Anasema yeye alikuwa ni mjamzito, anasema alikuwa ni mjamzito, alikuwa anasema yeye ni mjamzito. Katika ule ujauzito aliokuwa nao, akakutana na rafiki kwa sababu alimpa ujauzito, amemwacha alikuwa anamhudumia, anampa kila kitu. Aliyempa mimba amemwacha, hawezi akamhudumia mtoto. Akipiga hesabu maisha yake, yeye ndo baba, yeye ndo mama. Nyumbani kwao baba yake mzazi hayupo, yeye ndo anamlisha mama, analisha na wadogo zake, alafu amebebeshwa mimba, alafu mwenye mimba amekimbilia. Mimba akiwa na miena, karibia na miezi sita, kama si miezi sita alikuwa na miezi mitano, akashauriwa na rafiki yake, akaenda akameza, sijui alimeza majani gani sijui alimeza vidonge gani, ile mimba aweze kuitoa. Anasema aliona kiumbe kimetoka, lakini kile kiumbe kilikuwa kinapumua, lakini kilikuwa kina macho, yaani ni mtoto ambaye bado alikuwa kwenye process za uumbaji wa Mungu. Akamtoa ule mtoto, akashuhudia wanamfukia kwenye shimo, katoto kanazikwa kwenye shimo. Sasa ile ile ile ile ile lile tendo lile limeshindwa kutoka kwenye macho yake, analia. Na wewe ulipokuwa unatoa mimba ulidhania ni kitu kirahisi? Nisikilize, Yeremia aliambiwa, kabla sijakuweka kwenye tumbo la mama yako nalikujua. Mtu hata kama ni damu ya miezi miwili ukitoa, umeua mtu, kwa sababu mtu alishajulikana kabla hajazaliwa. Wengi wanadhani ilikuwa ni damu tu ya miezi miwili. Hapana, umeua mtu. Kwa wako, watu wengi ni wauaji. Umeua watu sita, umetoa mimba tatu, umetoa, wewe ni muuaji. Katika ulimwengu wa roho kuna damu ambazo zinadai haki zinapiga kelele katika ulimwengu wa roho. Maana wengi mnazuiwa kwenye mafanikio yenu, wengi mmeblokiwa wengi wa hatima zenu mnakuwa ni watu ambao hamna kikao duniani. Hakuna mahali unaweza kukaa ukajenga maisha ya kawa, kwa sababu kila mahali ukienda, kuna ardhi inapiga damu, inapiga kelele kutoka katika ardhi. Ardhi ya Marekani ndio ardhi hii hii utapanda ndege ukifika Marekani ukishuka tu, ni ardhi hii hii ardhi ya Marekani. Huwezi kusema kwamba ni ardhi. Ndio maana watu wengi wamezamia, wako ma south Africa, maisha ni yale yale. Alichokikimbia Bongo, dar es Salaam, hicho hicho ndicho kinachomtafuna south Africa. Alichokikimbia dar es Salaam akaenda akaenda new York, hicho hicho ndicho kinachomfuatilia kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho hauna umbali. Dawa ni kutubu na kugeuka, Yesu aweze kunyamazisha hizo hukumu katika ulimwengu wa roho. Hasa nini chanzo cha yote haya nini? Chanzo cha yote haya mabalaa yote haya, nini chanzo chake? Chanzo cha yote haya ni nini? Chanzo kikubwa ni wivu. Watu wamejaa wivu sana, na ndio maana wanapelekana makaburini. Mchawi ana sababu ya kukuloga ni wivu tu. Kwa nini umesoma? Kwa nini umezaa mtoto mzuri?